Eh, hello mambo vipi? Eh, uko poa na mimi niko poa. Eh, kama wewe ni mgeni eh, naomba subscribe. Eh, kwa hii chaneli yetu ya Nyota Tatu, eh, ambaye ni chaneli pendwa, ambaye ni chaneli ambaye wewe ambaye unaifuatilia inakupa vitu ambavyo ni muhimu sana eh, sana sana kwa wale ambaye Tunapenda mambo ya kubeti, hii ndo sehemu yako salama e, kama ni mgeni naomba subscribe e, usahau kubonyeza alama ya kengele. Ndugu zangu hii ni siku nyingine tena e, kama, kama tunavyo kuja hapa e, kufundisha namna namna gani ambayo wewe unaweza ukatengeneza odds za kwako e, kama wa, wewe ni mtu ambaye kila siku unalosi Eh, hii ndio sehemu yako salama. Nachokuomba eh, tu ni subscribe eh, na share hii chaneli kwa watu wengi ili waweze kuijua. Eh, bila kupoteza muda, eh, video nataka iwe iwe fupi sitaki iwe ndefu eh, ili, ili kuepuka eh, muda. Ndugu zangu nataka nikufundishe jinsi unavyoweza kupata odi mbili kuendelea eh, kwa timu chache eh, hii itaweza kukusaidia, nacho kiomba tu ni subscribe na na kushare. Ndugu zangu hapa uwe makini sana na na usiwe ni mtu ambaye, usiwe ni mtu ambaye unapenda kurukisha video. Hiyo ni mbaya sana, maana unarukisha video unakuwa hujapata eh, kile kitu ambacho umeenda kukihangalia Tazama video yote ndo, ndo, ndo utakuja kuona e, faida yake. Nataka ni kupe odi moja, ukishaiona usihangaike wala usiende kumwele, usiende kusema ashinde dilo wala nini wala wende wapi na wapi. Mpe mazima ashinde mazima, isikize tu kwa makini Yaani usiende kumpe wa wa wa eti wafungane wafungane eti ashinde dilo eti afanye nini nani, mpe mazima na, na, e, e, ndo mazima na. Ili umpe mazima, nitakuelekeza vigezo. Hiyo timu itakuwa imefikisha hivyo vigezo, ndo utaweza kumpa mazima. Ndo nasema, kama wewe ni mgeni, naomba subscribe ili tuende kwa pamoja. E, timu ya kwanza e, ni hii hapa unayoona hii mechi hii hapa. Ukiona ukiona timu yoyote ambaye ina mfano hapa, ina moja pointi ishirini na saba dio yake ina tano pointi hamsini ambaye dhaifu ambaye ni mtu e, ambaye ni dhaifu, ambaye ana 7.75. Ili uhakikishe kama, je, hii mechi imefikisha vigezo, utakuja sehemu kama hii hapa ya draw. Ukiona mechi yoyote ambaye kwenye draw ipo tano, yani inachezea kwenye tano, mpe huyu aliyeaminiwa mpe ashinde mazima. Yani hii kwenye draw hapa, uwe makini hapa kwenye draw, ichezee kwenye tano is, yani isizidi tano, na na, na na isishuke kwenda nne, ichezee kwenye tano eh, na tano tan, ichezee kwenye tano na eh, isiende nne wala isivuke sita ichezee kwenye tano. Nadhani hapo utakuwa umenielewa. Utatafuta e, gemu nyingine e, mfano kama hii hapa. E, kama hii hapa ambayo ipo kwenye tano kamili, hii unaweza kuachana naye. Inaweza ilikuwa kwenye 4.99 ndio ikapanda marobot wakawa wamecheza kidogo. Unaachana naye. Unaachana nayo, e, una, unaachana nayo. Unatafuta e, unakuja unatafuta gemu nyingine. E, tutaipata tu, tutaipata tutaipata, hapa tutaipata e, kuwa na kuwa na subira tutaipata e, nachikuomba subscribe share, e, hii hi channel liyo hi watu wengi waweze kuifahamu. e, tunaitafuta e, odi nyingine e, ili uweze kuelewa ee, ili uweze kuelewa tutaipata tu hapa, tutaipata tu, mm, tu. E, kuwa na uvumilivu e. Mingine hii hapa, mfano kama hii hii hapa e, hii hapa hivyo hivyo, yani unampa huyu ashinde nampa mazima hamna cha kwenda wapi, unatafuta nyingine e. Nadhani video itakuwa imeishia hapa e, tutakutana kwenye video nyingine e. Kuna video nyingi e, ambayo nitaweka hapa e, jinsi utakavyoweza kutengeneza e. Hakikisha uwe unatumia timu chache usichukue timu nyingi snakwambiati e, za chukua timu chache sana, timu tatu nne, steki tu takupa kunipa majibu e. Kama huyu ni mgeni, naomba subscribe hii e, channel ya Nyota Tatu e, ili kila siku tukuwa tunaposti video iwe inafika kwa muda ambaye tumeposti. E, asante sana e, Mungu akubariki.